Ha, kwa kweli mnatisha. Mheshimiwa, Mheshimiwa mgombea pamoja na viongozi wote wa taifa wa mikoa wa wilaya na wote mliohudhuria, kama watangulizi walivyozungumza, itifaki imezingatiwa. Vinawakaribisha sana, karibuni Ilongero lakini nikisema itipaki imezingatiwa, natambua na uwepo wa familia yangu, wakiwa watoto wangu na wajukuu wangu, kuthibitisha mimi kiongozi wenu ni mtu mzima. Sasa naomba wanyanyuke, sijui kama tutaona kwenye umati wa watu, ili waweze kuwakungia mkono angalau waone wapo. Eh, wako e, wakanyanyuka, ninawaona na nawapongea, asanteni sana. Lakini nikisema itifaki imezingatiwa na natambua na uwepo wa mke wangu, nimwombe kwa ridhaa yako mheshimiwa balozi, aje awasalimie wana Ilongero, awapungie awa mikono, angalau awasalimie CCM. Kakai zilisemoe mheshimiwa mgombea, nimepata ulinzi wa bingazi, lakini sasa na ulinzi wa kinyumbani pia, ili nisichepuke a. Kuchepuka ni nini? Kuchepuka sio yale ambayo mnaona nini, yani nisichepuke kutokuwatumikia. Sasa nini mnachukulia mambo mengine aga ulinzikali yeah. sana sisiemu iloniekunzo yeah. Mheshimiwa mgombea, nianze na mapongezi kwa mgombea wetu wa urais Dokta Samia Suluhu Hassan, pale ambapo hayati John Pombe Magufuli Mwenyezi Mungu alipomteua alikuwa hajajiandaa lakini kikatiba ndio akawa rais wetu, na ameendelea kutudumia wa Tanzania, kukudumisha amani na utulivu na ushikamano na kuendelea na miradi yote yale ambayo hayati John Pombe Magufuli, rais wa awamu ya tano alianzisha. Hakika mama ametuheshimisha na ulimwengu imetambua kwamba mama akipata uongozi anaweza. <tie> Lakini hapa hapa kukuteua wewe kuwa mgombea mwenza, historia yako kwenye Chama cha Mapinduzi inafahamika ukiwa mwenyekiti wa vijana wa taifa, kushika nyadhifa mbali mbalimbali, ubalozi, kamati kuu halmashauri kuu, hatimaye katibu mkuu, na leo huko mbele yetu kama mgombea mweza, nina imani kwamba kulikuwa uchaguzi huo bado wa mchakato mkubwa uliofanywa, ndio mama amekuteua wewe, unafaa sana katika nafasi hiyo. Wa Tanzania tunakukubali sisi, wewe mheshimiwa mgombea niingie kwenye maono na maombi na niwasilishe kilio cha wanailongero. Wanailongero, kama ulivyoona, wote wamefunika hapa, wametoka kata mbali mbali. Mheshimiwa mgombea, wewe umetuheshimisha kama mgombea wa kwanza mgombea mwenza katika jimbo mpya wa Ilongero, ujio wapo imeweka historia. <coughs> Kilio chetu namba moja ya mheshimiwa ni kwamba makao makuu Ilongero hapa hatuna stendi ya basi. Tunaomba sana mheshimiwa, pale utakapoapishwa uweze kuangalia kwa jicho ya huruma wananchi wetu waweze kupata seni. Lakini mheshimiwa mgombea sure, niendelee kukuomba kwamba kwa nguvu za wananchi, wananchi mwenyewe wameweza kujenga na kusimamisha katika kata mbalimbali shule za msingi hadi lenta na zaanati pia hadi lenta imefika mahali sasa, serikali tutakayoiongoza kwa uwezo wa Mungu, muweze kutushika mkono ili tuweze kukamilisha sisiemuwe. Mheshimiwa mgombea wewe, ulishawahi kushika nafasi ya kiongozi kama mwenyekiti wa wayuii taifa. Vijana wetu hapa, vijana mpo, niseme nisiseme, siseme. Vijana wanaomba waweze kupata chuo cha ufundi ya weta ili waweze kuishughulisha wenyewe na kutafuta ajira sehemu nyingi hapa Tanzania. Ujuzi wanayo, nana watulivu sana, sisiemuwe vijana huko <laughs> cinia ukashudia wenyewe <laughs> wanachoongea hakanyao nyao hakapusipusi anasema Ilongero wanaishi maisha ya bakabori <laughs> sasa wakipata chuo hilo watajifunza mambo mengi, na wewe ulikuwa kiongozi wao wa vijana, na sasa hivi unaenda kushika nafasi ya juu katika taifa letu, na uhakika utawashika mkono. Sisi CCM oye! Mheshimiwa mgombea, barabara hiyo ambayo ulikujia, hiyo barabara imeishia pale kata ya Mtonge Igauri, na barabara hiyo bara imewekwa kwenye budget kilomita kumi na moja nukta tano hadi hospitali ya Ilongero. Lakini kwa miaka nyingi wananchi wetu wamekuwa na nidhamu na utulivu, zaidi ya miaka mitano hakuna kilichoendelea kutoka hapa ilipofikia. Mwheshimiwa mgombea, tunakuomba chonde chonde, barabara hiyo inaenda hadi Manyara mipakani Haydom. Tukipata barabara hiyo, wakulima wetu wakaweza kuuza mazao zao mifuko na kusafiri. Nadhani umati ya watu wanavyokushangilia, unaona kilio chao sisi pia anatoka Singida ni yeah, mwana Singida, waziri wa fedha anaye saini noti ambaye amemaliza kipindi chake, na mgombea wetu pia ametoka Singida, yeah! heshima kubwa. Singida tumewapa, tumewapa viongozi watatu, mama yetu Tanzania. Ni kweli uongo? lakini nihitimishe kukuomba mheshimiwa, viongozi wote nyinyi mpo ambayo ni viongozi wa taifa, lakini hatuna chuo kikuu. Tunaomba tupate chuo kikuu hapa ili tuweze kuonyesha Watanzania na ulimwengu kwamba Singida tunaweza, tunaweza kuaa wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania akatokea hapa yeah. Visiamoe hapa vipi, wakinamama motomoto. Mheshimiwa mgombea, ukakubaliana na mimi bila wakinamama mkutano huu akainogi? Ni kweli wongo? Yeah. Mimi nashukuru sana Asanteni sana majevya, yeah. Ino ali sande mwajevya.